Unaweza kutembea na mutu, someone, lakini akakukatia tamaa. Anapokutazama anaona huyu mwanamke ashakuwa kikitu, kikitu. She's barren, she's unakutana kuna watu ambao wataki hata utembee na yeye, mko kwa ndoa kweli, lakini kutembea pamoja. Together, anaangalia hivi sura Siwezi, so hata kutembea naye. Acha nikuambie, mwenye anakupenda saizi, saa ile unaanza kuwa na makunyanzi ukiona anakupenda, piga makofi. Be happy kwa sababu watu wengi wanapenda kitu kingali kizuri, wanapenda kitu wakati kiko bien sana. Good and lakini wakati kinaanza kuwa haivi hivi wanakata tamaa. Hata Ibrahim alikata tamaima, kacheka akaanguka kichoko chake, sio kwa sababu anacheka, lakini anamwangalia yule mwanamke, anamuona kwanza amezeeka, mtu wa miaka tisini akiamka asubuhi, ukitazama sura yake nikaakaba naliaai ipo tu sawa, but it's just okay. Shangalia anyway, sura look at the face, sura inafanana kulia, the face looks like one who's a one crying. sababu hivyo mwanadamu aliumbwa, hata hiyo sura, even the face right now, a time you umependezesha, sasa hivi utaamka asubuhi, sura yako inafanana kulia, your face looks like a one who's crying. Mtu mtu anaweza kukuuliza someone, someone can ask you are you you ulilia, ulilia And you are are crying crying nini wapi umri umeanza Because Because you know that age age is is catching catching up up now umelia When you look at people asking you are crying, you tell them, no, I'm not crying. But in the heart tell yourself passing My age is catching up because my face uliya. It looks like you're